Bana ndo tunavuka hivyo mpaka pande za Kigamboni leo, nataka washali zangu wanipangie msimamo wa kundi C kwenye mashindano ya Afcon, ambapo Tanzania tupo na Tunisia, Nigeria, Uganda na sisi wenyewe. Tunisia naamini atakuwa wa kwanza eh, wapili, wapili Tanzania Nigeria, nafikiri atafunga atachukua nafasi ya mwisho kabisa, kwamba watatu atakuwa Uganda yeah. Nigeria wapili, namweka Tunisia, sisi hapa Tanzania na Uganda mi naamini tutashindana tuta, nafasi ya tatu na nne po, wa kwanza Tunisia wa pili. Wa pili wa pili akawa hata kaenda Uganda vile vile, wa tatu wa tatu wa tatu kapita na sisi wenyewe wa Bongolendi. Alafu wa Bongolendi halafu wa mwisho mwisho, eh, wa mwisho naza kawa Nigeria. Wa kwanza atakuwa Nigeria wa pili Tunisia, wa tatu atakuwa nani? Yaani mimi najeka wamwisho kabisa, nahisi ushaelewa mpaka hapo. Kwanza atakuwa Tunisia, wapili Nigeria, watatu Uganda, sisi tutakuwa wa mwisho. Wamwisho kwanza Tunisia, wapili Tanzania, watatu Nigeria, wanne Uganda. wanangu kutoka Kigamboni wamepanga msimamo wao, wa kwako tuachie kwenye komenti. Afkoni ndio hiyo, mzee wangu, msingi ni kwamba suka jamvi lako kubwa zaidi, moja ikichana unarudishiwa mpaka mara mia dau lako. hii ni Betika Maskani, Betika.